Ah, yes, hii ni Procha TV. Nawapenda sana wadau wangu wote. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe channel, ah, channel hii Procha TV, video yangu itaelekeza namna ya ku-download subtitle kwa Kiswahili ya movie yoyote ile na hatua zipo chache tu kwanza. Kabisa, lazima uwe unaifahamu movie yako na tayari ushi download subtitle yako. Mfano hapa movie yangu na subtitle ambayo ninatumia kwa muda huu ni ya Kiingereza. Kama hivi nikifungua, unaweza ukaiona kabisa hapo, kwa sababu subtitle yangu kwa sasa hivi ni ya Kiingereza hivyo natakiwa nibadilishe iwe ya Kiswahili kwa sababu mi Kiingereza sielewi. kwecha kufanya hapo utaingia katika boza yako kama hivi, mi natumia opera mini, kisha utasechi translate subtitle kama inavyoonekana hapa. Utaklik translate subtitle, akishafunguka utaangalia ka icon ni aka kabuu ya kwanza kabisa utaklik. Akishafunguka utabofya hapa sehemu ya ku upload file, kisha nitaingia nita search jina la movie. Ilikuwa inaitwa Havoc movie ilikuwa inaitwa Havoc. Nita search hapa, nitasubiri. Aya, imeshakuja. Hii ya kwanza ni movie na ya pili ni subtitle ambayo ni ya Kiingereza. Sasa subtitle hii nataka niibadilishe iwe Kiswahili, hivyo nitaiklik, nitaiupload kwa ajili ya kuibadilisha iwe Kiswahili. Kishafunguka hivi, utabofya hapa cross. Baada hapo, kuna sehemu ya lugha hapa, utaingia utachagua Kiswahili kama inavyoonekana kwangu, kisha utabofya translate namba moja. Tutasubiri isha translate, kama unavyoona maandishi haya isha tafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo hapo, kinachofuatia utabonyeza namba mbili download. Ili hapa kama unavyoona tayari sasa download, nitaenda kuingia kwenye, kwenye mafaili yangu kwa ajili ya kuitafuta kwenye download hii hapa hivyo nitaingia nitaenda ku, utachokifanya kabla ya yote, kabla hujahamisha, inabidi uingie kwenye faili faili lenye movie. Itatakiwa uihamishe sasa ya Kiingereza, uipeleke katika faili nyingine, pia kama una matumizi nayo, utaifuta kabisa hivyo nabidi nihamisha haraka haraka nipeleke faili nyingine, ili zisi, zisiwe mbili, sabtaito mbili katika movi moja. Afikisha aa kuchukua kiswahili ambayo ipo tayari katika faili ya download, nitabofya move, kisha moja kwa moja nitaileta kwenye faili ambayo movi yangu ipo hapa, kisha nita play nifute data kwanza, kisha ni play, afikisha, kama unavyoonyesha kwa Kiswahili hapa tayari. Hapo utakuwa kubadilisha subtitle yako kwa Kiswahili, na kama ukiona haionekani, utatakiwa kufanya kitu kimoja. Utatakiwa ukopi, unatakiwa rename, ukopi ili jina la, jina la movie kama lilivyo, utaishia kwenye pia hapa kisha utakuja hapa kwenye subtitle yako, uta delete haya, utaacha doti srt hapa mbele, utaandika jina sawa sawa, vilingane na ile jina la movie, kwa sababu subtitle na movie inatakiwa viwe na jina moja ili iweze kuonekana. Na baada hapo, ukifungua itakuwa ni Kiswahili kabisa. Unaweza kuenjoy movie yako kwa kuangalia ikitafsiriwa na subtitle ya Kiswahili. Huo ndo mchongo wa leo, kama utaelewa wakacomment hapo, au nicheki WhatsApp. Sante sana, sauku subscribe channel ya Procha TV. <tune> <tune>